Ni wakati sasa wa mjadala wetu ambapo tunaangazia kisa cha mwalimu na mwanablogu nchini Kenya, Albert Ojwang aliyefariki mikononi mwa polisi saa chache baada ya kuchukuliwa kutoka nyumbani kwake katika kaunti ya Homa Bay, Kisumu, na kupelekwa mjini Nairobi katika kituo cha polisi cha Central. Mauaji yake yalisababisha hasira miongoni mwa raia wa taifa hilo la Afrika Mashariki na mara moja kuanzisha maandamano ya kupinga kilichomtokea na kutaka naibu mkuu wa polisi Eliud Lagat pamoja na maafisa wengine wanaodaiwa kuhusika na kisa hicho kuwajibishwa. Ojwang alikamatwa baada ya kudaiwa kuchapishwa kat kuchapisha katika mitandao ya kijamii taarifa inayomtuhumu Lagat kwa rushwa. Albert Ojwang aliyekuwa na umri wa miaka 31 anadaiwa kupitia ukatili mkubwa wa polisi kwa kupigwa vibaya hadi mauti yalipomfika. Rais wa Kenya William Ruto alikosoa mauaji hayo na kutaka uchunguzi huru kufanyika, na tayari mamlaka huru ya polisi aipoa imeanzisha uchunguzi huru. Maswali ni mengi ikiwa ni pamoja na je, wakenya wanajihisi salama mikononi mwa polisi, na kisa hiki kinaiweka wapi imani ya wananchi na vikosi vya usalama? Kuyajibu yote hayo hapa studioni naye mchambuzi wa masuala ya usalama kutoka Nairobi eh, George Musamali, pamoja na wakili Maduhu William akiwa Dar es Salaam, ambaye ni meneja ufuatiliaji wa masuala ya haki za binadamu katika kamisheni ya HLRC nchini Tanzania, ambako pia madai ya watu kutekwa na hata kuuawa kwa njia inayotatanisha yamekuwa yakiripotiwa, ambapo hivi majuzi wanaharakati wa Kenya walidai pia kuteswa na hadi kunyanyaswa kingono na polisi wa Tanzania. Tuanze kwako George Musamali, kama unanipata vyema, kwa kuangalia tukio hili la Ojwang, unadhani hali ilipofikia sasa, haki itatendeka? Tuna matumaini ya kwamba haki itatendeka, maanake huo ni usemi kutoka kwa serikali. Lakini tukiangazia historia ya masuala kama haya katika taifa la Kenya, ni vigumu sisi kuwa na hakika ya kwamba wakati huu uh, uchunguzi utafanywa wa kina na kisha wale wote ambao wamehusika na tukio la kifo cha bwana Ojwang watakamatwa na kufunguliwa mashtaka. Maanake mpaka hivi sasa tuna watuhumiwa watano wata, ambao washakamatwa na tayari wamefikishwa mahakamani na kisha mamlaka ya upelelezi imeomba muda ili iweze kutekeleza uh, upelelezi mwafaka. Na tumemsikia rais, tumesikia kauli yake ya rais akisema ya kwamba upelelezi ufanywe na haki itendeke kwa mwenda zake Ojwang. Kwa hivyo ni kusubiri tu tuone vile mambo yatakavyoendelea na ikiwa kweli haki itatendeka na wale ambao walihusika na hili tukio watakamatwa na kufunguliwa mashtaka na kuhukumiwa. Ndio ni, nikielekea kwako wakili Maduhu, ukiwa huko Tanzania, ambapo pia kumeripotiwa matukio mbalimbali ya utekaji, mateso na hata mauaji ambayo wakati mwingine polisi wamekuwa wakituhumiwa kuhusika. Unadhani ni kwa nini polisi wamekuwa wakienda umbali huu katika kutekeleza vitendo vya kinyama ambavyo wanavyoshutumiwa? Asante ta, nafikiria kwamba kwa nchi zetu hii za Afrika Mashariki, na nikienda moja kwa moja kwa mfano Tanzania e, ni kweli kwamba kumekuwa na hey, matukio mbalimbali mbali. E, watu e, hey, kudaiwa kutekwa, wengine kupotea, lakini wengine wamekuwa wakidaiwa kuumizwa wakiwa wamekuwa mapolisi wengine E, kupoteza maisha akiwa mikononi mwao. Nitatoa mfano tu, kwa mfano mapema e, mwezi wa tatu mwaka huu, tulipokea tukio la mwananchi mmoja kupoteza maisha akiwa mikononi mwa polisi kule Tabata hapa Dar es Salaam mm. Lakini majibu yake nini, kilitokea alifarikije humu ndani? Tukaambiwa kwamba alipokuwa katika chumba cha mahojiano, mtuhumiwa huyo alipata bahati ya kutoroka na kuingia chumba cha ambacho polisi wanahifadhi silaha natokavia kwamba alijichoma kifo akiwa mikononi mwa ma, makito cha polisi. Ni hoja ni, ni, ambazo kivipima huzioni kama zina uzito, kwamba inakuwaje mtumiwa anatoroka kwenye chumba cha mahojiano e, na kuingia chumba kingine ambacho hawa polisi wanahifadhi silaha na kujiuzulu akiwa mikononi mwao ni kitu ambacho hakiwezekana. Lakini namba mbili ni kwamba hata tume yenyewe ya a Tanzania imeisha kuja na taarifa kadhaa ikithibitisha hmm, kwamba kuna wananchi wanaoteswa, wanaopigwa, wanaopoteza maisha okay, wakiwa mikononi mwa polisi. Lakini pia hata rais wa nchi mwenyewe mheshimiwa Rais Samia aliwahi kunukuliwa mara kadhaa akisema kwamba jeshi la polisi kama mamlaka huru e, ya nchi inapaswa kubadilisha mwenendo wake badala ya kuwa police force basi iwe police service. Ni, ni lakini police. Pia hata rais hayati Magufuli wakati alipotekwa kwa biashara maarufu hapa nchini alionekana kutia wasiwasi watu watu kwamba e, Watanzania sio wajinga, akimaanisha kwamba namna gani ule mfanyabiashara alivyotekwa na tatizo hilo ilivyoisha, yeye mwenyewe kama mkuu wa nchi, yaani jeshi mkuu kwa mujibu wa katiba ya Tanzania ilikuwa inamtia wasiwasi. Kwa hiyo tunaona kwamba kuna namna mahala fulani matumizi angubi, ya nguvu yanafikiriza mno, namna e, mwingine, huoni sababu ya kwa nini nguvu ile zinatumika, kwa sababu unakuta e, watumia nguvu kubwa, lakini wanaotumiwa nguvu hiyo hawana silaha hawanajiwe wako wametulia. Kwa mfano mtoka mfano tarehe ishirini na nne mwezi Aprili mwaka huu pale mahakamani Kisutu, wakati wa kesi ya wananchi kadhaa, walipotoka wali kujeruhiwa na kupigwa vibaya na jeshi la polisi katika mazingira ambayo ulikuwa huoni sababu uhum ya matumizi so ya mtoa wananchi wao walikuwa wanatulia, hawakuwa wakifanya vurugu, hawakuwa na silaha mikononi, lakini nguvu ya tumiki inakuwa ni kubwa kupita kiasi, licha kwamba Rais mwenyewe mwaka 2022 Rais Samia aliunda tume ya haki jidai ambayo eh, eh, eh, uh, tume ile kwa kweli ilithibitisha kwamba kuna mazingira ambayo yenyewe iliuhoji watu wakathibitisha kwamba watu kadhaa wanateswa, wanapigwa namna mingine kufariki ikiwa mikononi mwa polisi, na tume ile ikapendekeza kapendekeza namna gani jeshi la polisi lienende. Lakini hapa miaka mitatu hajaisha, ndugu eh, mwandishi, tume ile tangu iunde rahisi bado huoni dalili za jeshi la polisi kubadilika, unaona yeah, kwamba zaidi ya kubadilika ndio na kwamba linazidi kuenenda kiimi cha sheria kiii cha nyiongozo ambao kama mjeshi wamepewa na mafunzo yao wamepewa. Kwa hiyo unaona kweli kwamba sisi kama wadau wa haki tunaona kuna mahala ambapo nguvu inatumika kubwa, na usijahitaji kuona hiyo nguvu ikitumika kwa sababu hakuna sababu ya kufanya mm, na, hivyo na, na unadhani labda polisi wanatumia wana, wana nguvu hiyo kupita kiasi ama kutenda vitendo hivyo vya kinyama uh, kwa sababu hawawajibishwi? Kwa sababu kila mara huwa tunasikia kwamba uchunguzi umeanzishwa, lakini tunakaa baada, miezi kadhaa na, inayo, baada. Na. ya miezi kadhaa na hakuna taarifa yoyote inayotolewa. Baadaye nafikiri kwa Tanzania moja ya shida ambayo kikweli kabisa inapelekea e, matendo haya ya polisi kuendelea kuripotiwa ni kwamba e, polisi wenyewe kwa mujibu wa muundo wa jeshi la polisi nchini, wananchi akiwa na malalamiko dhidi ya polisi wa chini anapaswa kupeleka malalamiko kwa kamanda polisi wa mkoa dhidi ya polisi mwenzake, na malalamiko ya kamanda polisi wa mkoa yanakwenda kwa IGP ambaye kikweli ni polisi, na ndio maana tume yake Jerani ambayo rais mwenyewe aliiunda ilipendekeza kabisa kwamba kuwe na chombo mahsusi kwa maana ya e polisi e, e, polisin ambayo itakuwa na kazi ya kuliangazia jeshi la e, e, e, e, e, e, e, polisi lakini, kwa jicho la pili. Lakini baadaye tutaambia kwamba timu iliyopo sasa inaweza kuenda parabora iongezewe divisheni ambayo itahusika na masuala ya kupokea mahalamiki ya wananchi kuhusu unatendea polisi. Lakini namba mbili ilikuwa, ndugu mwandishi, ehe, tumekuwa tukiona pia hata ukime mamlaka zenyewe, kwa mfano unakuta wananchi wanalalamika kutembea vifivio la jeshi la polisi. Muda mwingine unakuta mweshimiwa rais anapata platform mbali mbali zinazotokana na polisi tunategemea kwa kwamba ada siku hiyo mheshimiwa rais atatoa kauli ya kuwakemea polisi kwenye platform hiyo, lakini kinyume chake, ilikuwa mnakuta mheshimiwa rais anawapongeza. Kwa mfano juzi tu hapa Mheshimiwa Rais Samia alikutana na polisi pale Kulasini akiwaapisha askari ambao walikuwa mm. wamehitimu mafunzo fulani fulani. Wananchi wengi waliamini kwamba Rais Samia angekemea pale kwamba nawaapisheni, e, lakini mkatende haki kwa wananchi. Kinyume chake Rais Samia alionekana wazi wazi kupongeza kwamba wanafanya kazi njema nchi tulivu, ni kweli lakini, hakuonekana kabisa kuguswa na matendo haya, watu kualamika, watu kupotea, watu kuteswa. Sasa kwa sababu mkuu wa nchi ni mfariji mkuu, kwa hiyo anapokaa kimya, mamlaka zingine za, za juu eh, unapata shida. Lakini pia lingine ambayo kidogo linashangaza ni li kwamba baadhi ya wabunge wa upinzani kule bungeni mm, mara kadhaa wanajaribu kulitaka bunge, kulitaka bunge shughuli zake lijadili masuala haya, lakini spika wa bunge, mheshimiwa Tulia Ackson ameonekana wazi wazi kuto kutaka mambo hayo kwenye bunge yajadiliwe, na muda mwingine kumwambia mbunge kwamba yeye hiyo hoja haijunzi anaesikia kwa sasa, na hatimaye bunge kukimbia wajibu wake. Sababu wanategemea bunge angalau kama chombo cha wananchi basi kiunde hata e, e, tume teule ya kuenda kuchunguza masuala haya. Lakini wabunge wachache ambao wajaribu kuthubutu kuzungumza hayo wameonekana kuwa ni, ni watenda makosa, ni wahalifu na kufika kutokuonekana kutaka masarakune mm-hmm. Lakini pia wachache wananchi wachache naona, ambao walikuwa kujaribu kukenea huku nje kama skofu wa Jima, naona kwamba mambo yanayowakuta eh, ni makubwa zaidi. Kwa hiyo ukimi wa mamlaka za juu kama mheshimiwa Rais, waziri mkuu, makamu rais namunge, mku jitwa, na bunge kama chombo cha wananchi, lakini pia mkuu wa jeshi la polisi mwenyewe yanasababisha haya kuendelea kena kukoma. Sawa, shukran sana eh, wakili Maduhu. Eh, kabla tujaangalia huko mitandaoni wafuatiliaji wetu wanasemaje, nirejee kwako bwana Musamali kwa, kwa uchache eh, tumeshuhudia maandamano huko Nairobi kutokana na kisa hicho cha mauaji ya Ojwang eh, na pia naibu inspekta jenerali wa polisi eh, ya Kenya Eliud Lagat akijitenga na majukumu yake kwa muda eh, kupisha uchunguzi. Lakini kisa hiki eh, kinaiweka wapi imani ya wananchi wa Kenya kwa vikosi vyao vya usalama? Kwa kweli kwa kipindi kirefu sana, uh, wananchi wa Kenya wamekuwa hawana imani na asasi za kiusalama katika taifa hili. Na tukiangazia historia, tumekuwako na historia ya damu mbaya baina ya wananchi na, na maafisa wa polisi, na hili si jambo ambalo limeanza hivi karibuni. uh, Taanzia miaka ya elfu moja tisa mia na tisaini wakati taifa la Kenya lilikuwa linapigania kuwepo na ule mfumo wa vyama vingi vya kisiasa tumeona afisa polisi askari polisi wakitumia nguvu kupita kiasi dhidi uh, ya waandamanaji na hali kadhalika dhidi ya raia ambao wanapigania haki zao, na mambo yalikuja kuchacha mwaka wa elfu mbili na saba wakati kulikuwa na uchaguzi ambao ulipingwa na vyama vya upinzani vikisema ya kwamba uchaguzi haukuwa huru na wa haki, na kisha tukawa na vile vita vya ndani kwa ndani baina ya uh, mashabiki wa upinzani na hali kadhalika mashabiki ambao walikuwa wanaunga serikali mkono. Kisha baada ya hapo ya hilo basi, kukawa tume maalum ambaye ilisemekana ili, ili kwamba mchango mkubwa wa hali ilivyokuwa mwaka wa elfu mbili na saba na nane, mambo yalichangiwa na kuwa na huduma ya polisi ambayo ilikuwa imeegemea upande mmoja kisiasa na kutumia nguvu zaidi dhidi ya wananchi. Kwa hivyo tukawa na commission karibu tatu ya kwanza ambayo ili, ilisimamiwa na Bwana Ransley kutoka Afrika Kusini. Tukawa na komishon ya Bwana kriegler hali uh, kadhalika kutoka Afrika Kusini, na kisha tukawa na ile Waki commission ambayo ilisema kwa kweli kulikuwa kona upotovu wa nidhamu na kutumia nguvu zaidi uh, na maafisa wa polisi dhidi ya wananchi na kwamba walichukua misimamo ya kisiasa. Kisha tukasema kwamba tuwe na katiba mpya ndio maanake tukaja na katiba ya elfu mbili na kumi na kama vile ndugu yangu alivyosema, ikawa ni kwamba ni lazima tuwe na huduma ya polisi, lakini si jeshi la polisi. Tuwe na police force, service not a police force, na tukaipitisha katika katiba na iwe ni huduma ambayo itakuwa kwa huru, lakini mpaka hivi sasa mambo bado ni yale yale tu. Ndio bwana bwana bwana megemea upande mmoja. Ndio bwana Musamali, shukrani sana na wakili Maduhu, muda hatunao tena.